na wengine bajaji, dereva daladala. Inacho kimaanisha, manake uwe na uwezo wa kuingiza kipando cha kila siku, utakuja hapo utakuzimiwa. Ndio kigezo cha kwanza, tuangalii una ardhi, una nyumba, una sehemu ya kulala, una sehemu ya kulala, kije kwa financial security. Tunakupatia ngono, tunafanyaje? Kitu cha kwanza kuzingatia, tunakupatia nusu ya mtaji wako

Mtu mwenye biashara hizi tutakupatia koli mkopo, lakini at least uwe na experience ambao sio chini ya miezi sita, ukiwa unazifanya hizi biashara, kwa sababu nia yetu tunataka ukue kibiashara.